Mamlaka ya hali ya Tanzania TMA kupitia taarifa ambayo walitoa kwa umma iliyotolewa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa mamlaka hiyo, Ladislaus Chang, ambaye wakati huo wa alikuwa Kaimu mkuu wa, yani wa mamlaka yale wa Tanzania TMA, lakini kwa sasa hivi ameteuliwa na serikali kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Tanzania TMA. msimu wa kilimo wa 2025 2026 ilieleza kwamba tutakuwa na mvua za wastani na chini ya wastani. Tumeona matokeo katika maeneo mengi sana ya mkoa Njombe, mvua zikichelewa kulinganisha na vile awali ilivyokuwa. Taarifa imeenda kwa usahihi wa asilimia kubwa sana. Wananchi wakulima tumezungumza nao katika maeneo tofauti kutaka kufahamu Je, taarifa hizi ziliwasaidia kwa kiasi gani, na jinsi waliweza kukabiliana nazo kwenye sekta ya kilimo? Karibu sana Bonifasi Kenani mwa Fulilo langu jina, hii ni Green FM TV. naitwa nani? Kaston Shadwa dogo kazi wa kijiji cha maoni yangu kwenye upande wa mvua ni kweli, kwa sababu nimetambua toka nyuma, mvua nyuma zilikuwa mvua nyingi, lakini mwaka jana mvua ilikuwa chache sana. upande wa vyakula hali ngumu sana kwenye mazao, hatukupata sawasa, na kama hatukupata sawa iza iko naongea kwenye familia kusema jamani, mama, tujaribu kuangalia, sababu hali ya hewa hii mwaka sijaojaitokea kama vile inawezekana mabadiliko hali ya hewa umeshabadilika. Jambo lingine mwaka huu ishirini ishirini na sita mwezi wa Januari imeonyesha Miaka ya nyuma inanyesha mvua kabisa, inanyesha mvua ya nguvu, lakini imenyesha matani kidogo, kaja ndani ya saba sita hapa nesha. Kwa hiyo hicho kitu serikali imeona basi ni kweli kujihadhari kwa familia na jamii nzima. Kwa majina naitwa Matindi, kwa pambilini ili kwa kijiji cha Saplan, tumezitumia vizuri sana kwa njia ya isaplano. Hamna chakula kingi sana, chakula tumejenga magara ya kutunzia mahindi kwenye magala, tunatunza tunaweka yale mahindi tunapiga tuna alafu tunaweka kwenye magala. Hili hilo sisi tumelipokea kama, kama wananchi tumelipokea vizuri sana na tunatunza chakula vizuri sana hmm. Taarifa mlizipataje za mamlaka kwamba mvua ni chache? Tulizipata kwa njia ya, ya, ya mitandao na kwa njia ya TV kwenye vyombo vya habari okay. Asante. Mmeona Ma, matokeo yoyote kwamba kuna tofauti kidogo ya msimu wa mvua wa sasa na uliopita? Tofauti ipo, msimu uliopita mvua ilianza mwezi wa tisa, lakini msimu huu imeanza mwezi wa kumi na mbili, kwa hiyo kuna tofauti kubwa sana na kwa kawaida zinaanza mwezi gani? Mwezi wa tisa, okay. Hali kama hii sasa, kuna watu wafuatili sana taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kama mwenyekiti pia unawasemaje? awaomba wananchi wao wanafuatia sana vyombo vya habari. Tumesikia maoni wananchi wakieleza, wakulima wenyewe kutoka wilayani Makete mkoani Njombe, kwamba walizipokea taarifa na ziliweza kuwasaidia. Jambo hili limetufanya tufike mpaka kwenye ofisi za kilimo wilaya ya Makete kutaka kuzungumza mawili matatu na afisa kilimo wilaya ambaye anahusika na masuala ya kilimo na mifugo na atueleze walifanikiwa vipi kuwapa elimu wakulima katika maeneo ya kata tofauti tofauti za wilaya ya Makete na mpaka wakafahamu wakawa na elimu hii ya masuala ya hali ya hewa na kukabiliana nayo kwenye masuala ya kilimo. Ha, mimi naitwa Evans Mde ni afisa kilimo mifugo na uvuvi wilaya Makete. Kwanza kabisa nashukuru kwa hoja hizo ambazo mwasilisha ni kweli, sisi uh, idara ya kilimo mifugo na uvuvi tuna wataalamu kwenye ngazi ya wilaya, lakini pia tuna wataalamu kwenye ngazi za kata, lakini pia kwenye ngazi za vijiji. Sasa huwa tuna tuna utaratibu wetu wa mawasiliano kushuka kule chini, tunapopokea taarifa huku juu, sisi tunapozipokea tunazichakata na kuziona kulingana na maeneo yetu tunazituma kule chini kwa wataalamu wetu ambapo sasa wao wanazichukua zile taarifa na kupokea maelekezo tunayowapa na kuzipeleka kwa wakulima. Aidha, kuna njia tofauti tofauti za kupeleka taarifa hizi kwa wakulima, aidha kwa kumhudumia mkulima mmoja mmoja, lakini pia kwenye mikutano ya hadhara hadhara, wanapokutana na mikutano ya hadhara, lakini pia kwenye vikao na mikutano ile wanaoifanya kwenye levo za kata na vijiji. Sasa sisi tunapopokea hapa taarifa ya hali ya hewa kwa mfano, kwa mfano kwa msimu huu wa kilimo wa kwa maana ya 25 26 uh, kidogo mwanzoni mwa msimu mvua zilianza kwa kusuasua. Lakini uzuri ni kwamba taarifa hizi tulishapata kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba kwa mwaka huu kuna baadhi ya maeneo yatapata mvua za wastani na chini ya wastani, tukiwemo sisi ambao tuko ndani ya mkoa wa Njombe lakini wilaya ya na taarifa zile tulizozipata wakulima wakati wanaendelea na taratibu zao za kujiandaa, tuliwajulisha kwamba mwaka huu au msimu huu utakuwa na changamoto moja mbili tatu. Lakini sio hivyo tu, tunapopata taarifa hizi huwa zina mambo mengi hapo katikati. Kwa mfano, mvua inaponyesha kidogo afu katokea hali ya hewa ya joto, wanapo tunapopata taarifa zile mapema sana, tunazipeleka kule kwa wakulima kwamba kutokana na ongezeko la joto lililopo sasa na lalo tarajiwa kuendelea kwa kipindi fulani kulingana na taarifa ya ya hali ya hewa, tafsiri yake ni kwamba tunaweza kukaibuka magonjwa na wadudu mbalimbali ambao mbali, ni waharibifu wa mazao ya, ya, ya, ya chakula na biashara. Sasa tunapochambua vile tukagundua ile tunawaeleza mapema wataalamu wetu, na ndio maana kuna baadhi ya maeneo mwaka huu hasa kwenye zao la viazi, lakini pia zao la mahindi eh, ilitokea E, wadudu hata kwenye mboga mboga ilitokea baadhi ya wadudu wanajitokeza kwenye ardhi, wana, wakitoka ile asubuhi na nini, jioni wanashambulia vile vile mimea michanga ile mimea michanga wanashambulia, wanakula, lakini yale ni matokeo ya mabadiliko ya nini, ya hali ya hewa ambayo ilikuwa inajitokeza kwamba kulingana na hali ya joto tukiona na mvua kidogo inakwepo hapa, kwenye hii joto na mvua inakuwa, inakuwa inakuwa ni mazingira mazuri kwa wadudu kuweza kuanguliwa au kuweza kujitokeza na. Kwa hiyo tunachofanya kwa haraka sana, tunapeleka taarifa kule kwa wataalamu kwamba ukiona hichi kimetokea, basi matibabu yake fanya moja, mbili, tatu au hiyo pia natu, inatupa sisi kama kama angalizo kwamba kutokana na hali ya hewa hii tunaweza kutokea dudu. Kwa maana hiyo sasa, tujiandae kwa ajili ya viuatilifu na madawa na sumu kwa ajili ya kufanya kudhibiti adudu. Aa, mimi na washauri wakulima kwamba tuendelee kuzitumia hizi taarifa za hali ya hewa kwa sababu kwa namna yoyote ile sisi sekta yetu inahusisha sana hali ya hewa. Kukiwa na joto jingi, kunaweza kuwa na athari kwenye mifugo, kwenye kwenye mimea na hali kadhalika, kwenye anga au kwa upande wa wadudu. Sasa hizi zote tunapokuwa tunazipata kutokana na wenzetu wa uh, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, wanapotupa hizi taarifa, tunapozipeleka kwa wakulima wazizingatia kwa sababu wakizingatia watajiepusha kuingia hasara ya shughuli zao za kila siku za kilimo kutokana na hali ya hewa. Kwa mfano, nazo tukawa tumeambiwa kutokana na utabiri wa hali ya hewa mwaka huu mvua zitakuwa wastani au chini ya wastani, hapo hapo mkulima bila kuzingatia yana anapanda kilimo chake cha kawaida, akijua mvua zitakuwa nyingi, automatiki kama alikadiria mvua zitakuwa nyingi, lazima atayumba kwenye msimu ule lakini tunajua kabisa kilimo ni fedha feather. Unapowekeza fedha yako unatamani irudi. Sasa ukishakosea kwa sababu ya, ya kutokufuata taratibu au kutokufuata taarifa za hali ya hewa unaingia kwenye hasara ambayo sisi tunafikiri tukishirikiana kwa kuzuia hizo taarifa tutakuwa tunaepusha mambo mengi yanayotokana na hiyo. Okay. pia tumewasikia wakulima, tumemsikia afisa kilimo na mifugo wilaya ya Makete akitueleza kuhusiana na jinsi walivyoweza kutoa taarifa lakini akisisitiza umuhimu wa taarifa za hali ya hewa kuzitumia vizuri. Wewe je, unazitumia namna gani? Unafuatilia vizuri vyombo vya habari? Karibu kupitia Green FM TV Green FM Radio v na mitandao mbalimbali ya mbali kijamii. Usikose kufuatilia taarifa za hali ya hewa Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ili ziweze kukusaidia katika shughuli zako za kila siku, hasa mkulima, inaweza ikawa msaada kweli kweli kwa upande wako Bonifas, Kenani,